na uweze kuisoma ili uweze kuelewa na vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo, vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili kuweza kujisajili katika mfumo huu wa TaESA. Cha kwanza ni purpose of the manual, user about the system, audience, features. Kwa hiyo utaweza kuangalia mfumo huu wa TaESA. Ku create account yako unatakiwa ingia kwenye jobs.kazi.go.tz. Baada ya hapo, utaweza kukuta login webpage kama jinsi inavyoonekana hapa. Kuna test, kuna job seekers, kuna employer, kuna pesa kwa zote, utaweza kuona hapo. Uta click login, then click create account, fill all the required details. Utajaza taarifa zako pale create account, baada hapo job seekers registration, select account type, log into the system, select job seekers as account type, click proceed. Okay, baada ya pale uta verify nida number and enter the basic details. Enter your nida number, check or click verify nida and give correct answers. Kwa hiyo utaweza kujibu maswali ili kuweza ku verify namba yako ya nida. Baada ya pale uta add training preference required. Click training preference. Click add details. Enter all the required details. Baada ya hapo uta click save na fuata mfumo huu. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii pia. Utaweza ku add academic qualification. Click CV required. Click academic qualification. Click add academic qualification. Enter all the required. Kwa hiyo uta add qualification zako academic qualification, baada ya pale utaweza ku save. Add attachment on academic qualification required. Kwa ukishaweka academic qualification, basi uta add attachment zako, kama ni zile certificate zako zote, utaweza kuziweka hapo. Add occupation preference, minimum 2 and maximum 4. Occupation ni kazi ambazo umezifanya utaweza ku add kazi zako hapo kwa kuanzia mbili mpaka nne. Add passport size required. Utaweka picha yako ya passport size pale. Working experience pia, hii ni optional, siyo lazima, unaweza ukaweka ili kuweza kupata nafasi zaidi. Alafu kuna ku add professional qualification, hii pia ni optional, siyo lazima. JKT details pia ni optional, siyo lazima. Add training optional pia sio lazima. Submit CV utaweza ku submit CV yako. System accessibility logging enter url hiyo, enter address to bar and enter the open. Kwa baada ya hapo sasa, utaingia kwenye TaESA job gateway, utaweza ku login katika account yako hapo. Baada ya ku login, basi utaweza kupata nafasi hapo za kazi na utaweza kutuma. Logging out, pia unaweza ukabonyeza ili kuweza ku login out. Ku change password, pia unaweza ukabadilisha password zako. Resetting forget password cross border the management for job seekers adding new opportunity adding attachment. Pia hii yote unaweza kuifanya kupitia mfumo huo kwao. Katika video inayofuata nitakuonyesha namna ya kuweza kujisajili katika mfumo huo. Asanteni na karibuni.